Karibu, twende nalo moja kwa moja. Ni kwamba Rais William Ruto amewasilisha ripoti yake kuhusu marekebisho ya kitaasisi ya muungano wa Afrika kwenye kikao cha 39 cha baraza la marais na wakuu wa serikali jijini Addis Ababa, Ethiopia. Ripoti inapendekeza kuongezwa kwa hazina ya amani ya muungano wa Afrika kutoka dola mia, milioni mia nne hadi dola bilioni moja, kuimarisha shughuli za kidiplomasia za kuzuia mizozo na pia upatanishi, kufana, kufanikisha tahadhari na hatua za mapema, kuimarisha kanuni dhidi ya mabadili ya mabadiliko ya serikali yasiyozingatia katiba na kuimarisha umoja wa mataifa ya Kiafrika. Mwanahabari wetu Abdi Aziz Hashim anatujuza zaidi. Ripoti hiyo inabainisha hatua kabambe za kuimarisha juhudi za muungano wa Afrika za kushughulikia maswala ya amani na usalama, uongozi kupitia hatua za kuepusha mizozo, ushirikiano wa karibu na utumiaji wa teknolojia zinazochipuza.

Rais kwa mara nyingine tena aliamrisha wito wake kwamba bara ya Afrika liwe na uwakilishi sawa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa akihutubia mkutano wa kamati ya muungano wa Afrika ya marais na wakuu kumi wa serikali kuhusu marekebisho ya baraza hilo la usalama kandoni mwa kongamano la 39 la muungano wa Afrika jijini Addis Ababa Ethiopia. Ruto alisema kuwa wakati umewadia wa kushughulikia ukosefu huo wa usawa ili kuufanya umoja wa mataifa jumuishi. Kiongozi wa taifa pia alikutana na wawakilishi wa benki ya kiafrika ya Export Import, ambapo alikariri kwamba benki hiyo inafadhili miradi ya maendeleo inayoleta mabadiliko hasa, muundo msingi unaunga mkono ustawi wa viwanda katika eneo maalum la kiuchumi la Dongo Kundu utakaoanza baadaye mwaka huu. Na hatimaye Rais William Ruto amekariri azma ya Kenya ya kuimarisha ushirikiano wa hazina ya Green Climate Fund katika juhudi za nchi hii za kuimarisha ufadhili wa kilimo kinachohimili hali duni ya anga na kupunguzwa kwa utoaji gesi ya kaboni. Rais alikutana na mkurugenzi mkuu wa hazina ya GCF mafadala Duarte kandoni mwa kongamano la 39 la muungano wa Afrika jijini addis Ababa, ambapo ufadhili wa juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga uliangaziwa zaidi kwenye mashauriano miongoni mwa viongozi wa Kiafrika.